Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Sara Abdallah Hamisi, ni katibu mtendaji taasisi ya Madina Foundation. Uh, nipo tupo hapa leo katika mwendelezo wa ziara zetu. Leo tupo taasisi ya Saratani Ocean Road na tunamshukuru Mungu kwa uwezo wake na rehema zake ambaye ametuwezesha kuweza kufikia katika mwaka huu 2026 na kuweza kuendelea na ibada hii ya kuwatembelea wagonjwa pamoja na kuwapatia sadaka na maneno ya faraja. Aa, kwa mwaka 2025 ambao ni mwaka jana, jumla ya sadaka ambazo tuliweza kukusanya ni shilingi milioni, milioni 225 laki 6 na 100 takbiri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Na idadi ya wagonjwa ambao tuliweza kuwahudumia kwa mwaka jana ni 1218 na gharama za matibabu za wagonjwa katika hospitali tatu ambazo tunazihudumia ikiwemo taasisi ya Saratani Ocean Road, taasisi ya Mifupa Moi na hospitali ya Taifa Mwimbili, gharama zilizotumika kuwalipia wagonjwa hao 1218 ni shilingi milioni 124 laki tatu arobaini tano mia tatu tisini tatu. Alhamdulillah. Kwa hivyo katika kuwasaidia hawa wagonjwa ambao wasio na uwezo wa ambao hawana ndugu ambao wenye uhitaji mbalimbali, tumeweza kuwahudumia hawa wagonjwa 1218 katika vifaa tiba, lakini pia katika kuwalipia zile gharama za matibabu wakiwa hospitalini na katika kualipia huwa tunapitia hospitali, ofisi za ustawi wa jamii, ambao wagonjwa wasiokuwa na uwezo wanaenda kutoa taarifa zao kule, na kwa sababu tunashirikiana nao, ofisi hizi wanatutafuta Madina Foundation na kutupatia wale wagonjwa ambao hawajiwezi na sisi tunalipa kupitia control number zinazotolewa na hospitali husika. Lakini pia Madina Foundation katika sekta ya elimu tunasaidia watoto yatima na watoto yatima tunawasaidia katika mahitaji ya shule lakini pia pamoja na vifaa vya kufanyia mtihani. Kwa mwaka ishirini na tano tumeweza kuwahudumia watu yatima na wale wenye mazingira magumu mia moja hamsini kuwapatia mahitaji ya shule kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo ishirini na sita na jumla ya gharama ambayo imetumika shilingi milioni kumi na mbili lakini pia kusaidia wanafunzi ambao wanatarajia kufanya mitihani ya taifa kwa mwaka 2025 kuanzia darasa la nne, darasa la saba, kidato cha pili na kidato cha nne, na jumla ya wanafunzi wote ambao tumeweza kuwasaidia walikuwa watoto elfu moja na miambili na gharama iliyotumika ni shilingi milioni sita Lakini pia kila mwezi Madina Foundation huwa tuna ziara za kuja kuwatembelea wagonjwa na kuwaletea vyakula na nguo kama ambavyo vinaonekana hapa mbele. Kwa miezi kwa mwaka jana 2025 tumeweza kutumia kiasi cha fedha shilingi milioni ishirini na nane laki tisa na elfu hamsini kwa ajili ya kuleta vyakula na nguo ambavyo vinakuja kwa ajili ya kuwaona wagonjwa. Vyakula vingi vinaingia jikoni kwa ajili ya wagonjwa kupikiwa, kuandaliwa kwa ajili ya kuhudumiwa, lakini vingine vinawakabidhiwa moja kwa moja kwa wagonjwa mmoja mmoja, na idadi ya wagonjwa ambao tunahudumia maximum ni 180 katika odi tatu zote zilizopo mfano hapa leo Ocean Road tuna wodi tatu ambao takriban ya wagonjwa waliopo ni 180. Na katika upande mwingine Madina Foundation tuna program ya kujenga nyumba ambayo tunasema ni nyumba ya wakfu, na kuanzia mwezi wa tano tarehe mbili mwaka 2025 tulianza kuweka akiba katika akaunti yetu ya Madina Foundation. Mpaka sasa akiba ambayo tumeweka ni shilingi milioni 42 na laki mbili, lakini pia tunatoa shukrani za dhati kwa taasisi ya Nama Foundation Nice, Tanzania ambao wao wanasapoti taasisi mbalimbali mbali Tanzania kuziwezesha ziweze kuendelea na kutoa huduma katika jamii za Tanzania. Nama Foundation imeweza kuingizia taasisi ya Madina shilingi milioni 42 na laki tano. Kwa hivyo jumla ya pesa yote iliyopo katika akaunti mpaka sasa ni shilingi milioni 95 takbiri. Tunawashukuru sana wadau wote ambao wanaisupoti Madina Foundation kupitia groups za sadaka za hospitali, lakini pia kupitia groups mbalimbali, taasisi mbalimbali, wadau mmoja mmoja, na waliopo ndani ya nchi na pia waliopo nje ya nchi, ambao wote kwa pamoja ni wale ambao wana mioyo ya kutoa na wamepata sehemu sahihi ya kuweza kutoa sadaka zao, kwa sababu sadaka hizi wanazozitoa kwa namna moja ama nyingine zinasaidia sana wagonjwa wenye uhitaji siku ya leo tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza, tukifungua rasmi mwaka ishirini na sita wa kazi. Katika vitu ambavyo tumeleta leo hapa mbele, tumeleta vyakula nanguo, ogonju, na nguo kwa ajili ya wagonjwa wagonjwa waliopo Shenrodi na tumeweza kuleta ngano kilo mia moja yenye thamani ya shilingi laki mbili kumi na mbili. Tumeleta sukari kilo mia moja yenye thamani ya shilingi laki mbili sitini. Tumeleta maziwa kilo ishirini na tano yenye thamani ya shilingi laki mbili na arobaini na tano. Tumeleta mafuta lita arobaini yenye tumeleta blue band amini prestige thamani ya shilingi laki moja na sitini na nne. Tumeleta ndoo mbili yenye thamani ya shilingi laki moja na arobaini. Tumeleta sabuni za kufulia viroba vitano yenye thamani ya shilingi laki moja na hamsini na tano. Tumeleta kanga kwa ajili ya kina mama waliopo udini doti hamsini yenye thamani ya shilingi laki nne na thelathini. Tumeleta pampers kubwa kwa wagonjwa wenye uhitaji ambao gharama yake ni shilingi laki mbili na arobaini. Tumeleta sabuni za kuogea yenye thamani ya shilingi laki na hamsini. Tumeleta maji katoni thelathini yenye thamani ya shilingi elfu tisini. Tumeleta colostrum bag yenye thamani ya shilingi laki tatu. Tumeleta mafuta ya kupakaa yenye thamani ya shilingi laki nne, na mwisho tumeleta pads kwa kina mama yenye thamani ya shilingi laki mbili na ishirini. Jumla yote ni shilingi milioni tatu takbiri wow. Tunatoa wito kwa Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania, wadao mbalimbali mbali ambao wana mioyo ya kutoa na mioyo ya kusaidia wagonjwa. Kuna wagonjwa wengi sana ambao wako hospitali. Wagonjwa hawa wametoka katika mikoa mbalimbali ya Tanzania na hawana ndugu, wako hospitali na wanahitaji faraja kutoka kwetu sisi ambao tupo hapa na tunaweza tukawasaidia. Kuna wagonjwa ambao wengi wao wametoka mikoa ya Manyara, wengine wametoka Mbeya, wengine wametoka Singida, wengine wametoka mikoa mbalimbali ya kusini mwa Tanzania. Wote wako hapa hospitali, wanahitaji watu ambao watakuja, watawaona wakiwa hapa hawana ndugu, hawana marafiki, hawana jamaa ambao wanafahamiana nao. Kwa hiyo wewe, ambaye upo nyumbani, inawezekana hauna mgonjwa ambaye anauma hapa hospitali, lakini ukawa na moyo wa kuja kuwaona na kuja kuwafariji, kuwa basi kwao ni faraja kubwa sana. Lakini pia chochote kile ambacho unaleta kuwaletea, kwao ni kitu ambacho wanakithamini sana, kwa sababu wanapokaa hapa hospitali muda mrefu, wana uhitaji wa vitu vingi kama ambavyo sisi tunavihitaji tukiwa nyumbani. Kwa hiyo wagonjwa hawa wasipate mateso makubwa kupitia maradhi, lakini pia unakuta wanapata mateso makubwa kupitia kukosa misaada, kukosa faraja, kukosa mahitaji muhimu ambayo anahitaji. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja na Madina Foundation kuja kutembelea wagonjwa, lakini pia kutoa sadaka zetu. Hakuna sadaka ndogo mbele ya Mwenyezi Mungu, hata ile ambayo unaona hii ni ndogo, shilingi elfu moja. Lakini elfu moja inanunua maji, elfu moja inanunua sabuni ambayo ni mahitaji ya mgonjwa akiwa katika hospitali. Tunawashukuru watu wa, wa sadaka wote, na tunawaombea dua kila siku. Mwenyezi Mungu awazidishie pale mnapotoa, na tuzidi kuwahamasisha wengine, tuzidi kuwakumbusha wengine. Ziara zetu ni kila Jumapili ya pili ya mwezi, na huwa tunazunguka. Leo tupo Ocean Road, mwezi wa pili tutakuwa Muhimbili, mwezi wa tatu tutakuwa Moi. Kwa hiyo tunafanya hizo rotation. Tunaomba tuungane pamoja, tusiwaache wagonjwa peke yao wakakosa faraja. Waadha, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.